Hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako. Kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright, bana we back again na leo kwenye Temu TV tuna habari ya moto lakini ni ya furaha kwa mashabiki wote wa mziki wa Tanzania. Msanii Harmonize pamoja na Mbosso wameweza kuingia studio pamoja. Ni video ambayo inasambaa sasa hivi kwenye mitandao ikionyesha wawili hawa wakiwa kwenye studio za Konde Gang na wakirekodi ngoma ya pamoja, ni collab mpya kabisa. Nadhani hii itakuwa ni good news kwa mashabiki wengi ambao wanapenda mziki wa Mbosso, lakini pia wanaopenda mziki wa Harmonize. Kama wewe ni shabiki wa hawa watu wawili, gonga like kwenye video lakini pia usahau kusubscribe. Niko pakupa mchongo mzima, lakini na swali: je, hii ni ishara ya muungano mpya, au ni zawadi tu kwa mashabiki ambao walitamani kuweza kuona kazi yao pamoja kwa muda mrefu? Tuachie comment yako hapo chini na blog kwenye comment section. Baki ni business, baki ni story, tuachia komenti yao ohl enyeeeci bakne bakne sto agoba the name. Stefano Temu kinita Temu, hujakosea Harmonize na Mbosso bana walikuwa chini ya lebo ya WCB Wasafi na waliwahi kushirikiana kwenye kazi mbalimbali mbali, lakini sana sana tuliweza kuona jukwani, lakini hawakuwahi kuweza kutoa kolabu ya pamoja rasmi, yaani ngoma yao ya pamoja wakiwa studio. Na mashabiki wengi sana walikuwa wanasubiria kwa hamu sana, yani wengi walikuwa wanamkubali Mbosso, walikuwa wanatamani kuweza kuona kolabu kati ya Mbosso pamoja na Harmonize, lakini pia wakati Harmonize anafanya na vizuri wengi walikuwa wanatamani kuona kolabu kati ya Harmonize na Mbosso. Sasa ndani ya studio za Konde Gang Ndoto hiyo inakaribia kutimia, kwa sababu Harmonize ameweza kushea video akiwa Konde Gang pamoja na Mbosso. Unaweza kuona kabisa Harmonize anafungua milango kwa Mbosso, ni ishara ya heshima, lakini pia upendo wa mziki, na video hii hapa inaonekana kabisa wakichekecha masuala fulani hivi, lakini pia wakisikiliza biti na wakiangalia vizuri, wanacheka yani, wanafuraha na wanarekodi ngoma ambayo inaonekana itakuwa ni ya furaha. Hii ni vibe ya kweli sana kwa wasanii wakubwa kama hawa ambao wanafanya vizuri especially Mbosso, this time ana ngoma yake ambayo inafanya vizuri, ana EP yake ambayo inafanya vizuri, lakini pia Harmonize naye soon anaenda kuachia albamu yake. kwa hiyo ya tunategemea kuweza kuona mengi makubwa. By the way, ni kitu ambacho kimegusa mashabiki wengi sana, nimeweza kuona mashabiki wengi wanafurahi kwenye comment section, wengine wakisema kwamba collab ya mwaka ndio inakuja, lakini pia wengine wakiona kama ni ishara ya amani kati ya lebo hizi mbili kubwa. Yani ukiangalia vizuri Kani Music, lakini pia Konde Gang kwa sababu sasa hivi Mbosso anajitegemea Harmonize anajitegemea. Imagine wanakutana ni kitu kizuri sana. E bwana, nimeweza kuona pia media mbalimbali mbali wameweza kuposti hii tiza ya kwamba Harmonize ameingia studio pamoja na mtu mzima Mbosso. Kwa muda mfupi, yani dakika chache, posti mbalimbali zimekuwa zikipata likes za kutosha, maelfu ya likes. Watu mbalimbali wanaweza kuonyesha kwamba wanatamani kuweza kuona hii kolabo mpya. E bwana, kwa sauti ya Mbosso yenye romantic touch na energy ya Harmonize mashabiki watarajia kuweza kuona ngoma ya mapenzi yenye ujumbe mzito. Je, itakuwa ni misili ya kuvunjika moyo au itakuwa ni club benga au kuhamasisha mapenzi ya kweli? Mashabiki nadhani wote wanasubiri kwa hamu kubwa sana. Tuambie kwenye comment section, unadhani ngoma yao itakuwa ya mapenzi au ya maisha? Au je huu ndio mwanzo wa kolabu mpya kati ya Konde Gang pamoja na Kani Music? Taja ni msanii gani ambaye unaamini kabisa kwenye hii kolabu atakuwa ameweza kuumiza kinoma noma? Usahau ku like kwenye video hii, kushare na mashabiki wengine wa bongo Flavor. Subscribe sasa hivi TemuTV, kwa sababu tunakuwa tunakuletea habari za moto kuhusu mziki, lakini pia mastaa wa bongo na nje ya bongo kila wiki. E bana, eh. Till next time, bye bye. Ciao. Peace and love, hii ni TemuTV. Bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.